Takriban vijana mia tatu na themanini kaunti ya Kilifi wamefuzu kwa mafunzo ya kibiashara na matumizi ya fedha tayari kupata mikopo ya kupanua biashara zao. Kwa mjibu wa afisa wa shirika lisilo la serikali la Shofco Fernand Oduya, kupitia chama cha akiba na mikopo cha Shofco wanalenga kutoa mikopo ya kibinafsi kwa kila kijana baada ya kupata mafunzo ya wiki nane. Oduya amedokeza kuwa hafla ya leo inatoa mwongozo kwa maafisa wa shirika hilo utathmini kiwango cha kwanza cha mikopo usio zidi elfu hamsini. Masomo ni ngumu eh, na wengine waawana maanishakilamwenyeaam

Aidha, kwa mjibu wa Solehe Munga ambaye amekuwa mmoja wa walimu wanaoendesha mafunzo ya matumizi mazuri ya fedha kwenye biashara, amesisitiza haja ya vijana kuwezeshwa kuweza kujiendeleza kiuchumi kupitia miradi ya kibiashara kwa kupata mafunzo ya kutumia vyema fedha. Uh, mafundisho kuhusiana na matumizi ya fedha, financial literacy. Na hii elimu ya matumizi ya fedha imekuwa ni muhimu sana kwa sababu vijana wengi hawakuwa na uelewa ya kwamba ni kwa nini uh, wanatumia pesa vibaya, lakini sahii wamepata kujua ya kwamba uh, kuna vitu mbili, uh, kuna ile pesa yako wewe mwenyewe na pesa ya biashara. Kwa hivyo pesa yako utaitumia kama yako, na pesa ya biashara inafaa uwe unaipatia heshima yake kwa biashara, kwa sababu biashara wewe unakupatia salary, lakini most of the time tulikuwa tukichanganyikiwa kwamba unapopata pesa ya biashara unaiweka kwa, kwa matumizi mengine so nashukuru kwa sababu vijana nimewafunza na sasa wanajua pia umuhimu wa kusave pesa, wanajua kufanya budgeting, wanajua ku, kuomba loans, kwa sa tofauti tofauti. Hata hivyo vijana wamekiri wamekuwa na changamoto ya kuendeleza biashara, wengi wakikosa kutimiza malengo yao ya kujikwamua kiuchumi kupitia biashara wanazoanzisha. Hata hivyo wameleza kufurahishwa na mpango wa Shofco kuweza kuwapa mafunzo ya kuweka mipango ya kuongezea mtaji wa kibiashara. Hapo mwanzo walikuwa nafanya biashara yangu tu hivi hivi without recording, without anything, lakini nashukuru venye Shofco walikuja akatufunza na jua jinsi ya, biyajisu, ya kurecord na record keeping and We also know how to save hiyo pesa, hiyo pesa tunafanya mambo mengine, unanunua vitu zenye hazistahili zenye ziko out of budget, lakini tunashukuru sahihi na itoshe. Pia Shofco imetufundisha kama unataka kuanzisha biashara uangalie place yenye iko sawa, na pia unaangalia demand ya hiyo kitu, kama iko hapo ndo unaeka. Halafu pia unajimarket hizo business zako zenye unafanya ili clients, upate wengi. Katika biashara zangu, nafanya biashara na nauza cereals, at the same time nafanya online business, uza bundles sms and minutes and then, mafundisho haya na yamenisaidia sana katika management my business, my business, the way I make records and the way uh, the way to grow As a businessman, that asabuesmaanafikialiit uh, zenye mimi mimi mwenyewe nataka, so nimefaidika sana na mafunzo haya na yamenisaidia katika ukuaji wa biashara zangu. Ali Vincent, Benvin TV.